Bana, mambo vipi? Karibu bongo jojo, sehemu pekee unapopata trending issue zote na taarifa kutoka kwa celebrity mbalimbali ndani na nje ya mipaka. Sasa atumia sekunde yako moja tu kubonyeza sasa neno subscribe na hilo lilopo pembeni hapo vikulia ili ujihakikishie kwamba unakuwa na mwanafamilia halisi wa bongo jojo, lakini pia ujihakikishie kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kila update info yote ino drop hapa ndani. Yes sasa, huyu uliotoka kumsikiliza anaitwa Maira. Maira ni mtoto wa mwanadada maarufu kabisa, kwa maana ya Gigi Mani, Gigi Mapesa. Sasa Gigi Mani amemposti Maira, binti yake wa kwanza kabisa, lakini pia imekuwa ni posti ambayo imetoka katika, nadhani ilikuwa ni chungu cha pili cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa jambo ambalo mm, huenda Uh, limewashtua kidogo shabiki wa Gigy Money pamoja na watu wengine ambao wanamfuatilia mwana mitindo huyu, ni vile ambavyo ameweza kumpost binti yake. Na wengine wameshtumu na kusema kwamba huenda amerudi kwenda kumfundisha sasa tabia mbaya, jambo ambalo uh, aliwahi kulitaja mwenyewe kwamba hataki kabisa kumpitisha binti yake katika mitandao ili asije akapita kwenye nyendo zake, lakini all in all, vile ambavyo ameweza kuzungumza katika video clip ya kwamba uh, yeye ana kila kona ya mwili wake. Sasa hiyo kauli kidogo imewachanganya shabiki na design fulani hivi kama vile anamfundisha tabia mbaya mtoto wake ili hali aliwahi kujapizia huko nyuma kwamba hawezi katu kuja kumfundisha. Lakini hivi sasa ni kama vile anaanza kumintroduce mdogo mdogo kwenye mitandao. Ah, inawezekana wengine wanajaribu kuhisi kwamba huenda ah, ile ahadi yake aliyokuwa amejiwekea kutokumposti anakwenda kuivunja mwenyewe. Sasa sijajua kama huo ndio msimamo wake ama inakuwa Waj, lakini wapo ambao wamesifia kutokana na eh, video clip ambayo umetoka kuisikiliza. Imeonyesha jinsi gani ambavyo anamsifia binti yake kwamba yeye ni mzuri, lakini pia iko wazi, naamini hata shabiki utaona kabisa kwamba eh, of course Mayra kajaliwa uzuri, lakini pia wengine wameenda mbali wakasema kwamba si uzuri wa sura tu, bali ni uzuri wa sura pamoja na akili. Sasa sijajua binafsi, shabiki yetu, una maoni gani kuhusiana na hii video clip ambayo imepostiwa na Gigy kuhusiana na binti yake Mai, lakini ya kusomea baadhi ya maoni hapa kwenye Instagram ya kwenye ukurasa wa Instagram wa Gigi Mani, kutokana na mashabiki ambao wamecomment kupitia hii video clip, lakini wengine pia wamekuwa na maoni tofauti tofauti. Lakini moja kati ya watu ambao wametoa maoni, lakini wamesema kwamba ni mzuri, sio sura tu hadi akili lakini pia akasema eh, binti yako ni mrembo sana mashallah, ala akukuzie vyema. Lakini pia ah, mwingine akasema kwamba ila mtoto mtambwa, na Mungu awape wanawake wote wenye uhitaji wa uzao. Yes, lakini pia Ah, wapo wengine ambao wametoa maoni yao kuhusiana kumkandia kidogo eh, Gigy Money, kutokana na vile ambavyo ameweza kumposti mwanaye, lakini ni binti yake huyu, kwa hivyo ana maamuzi yoyote ya kufanya, japo aliwahi kuahidi a ulimwengu wa kwamba hawezi kabisa kumshirikisha kwenye mitandao ili asije akaharibika kama yeye, kwa sababu yeye mwenyewe anajifahamu akili zake mbili. Hebu eh, tuandikie maoni yako kwenye uwanja wa comments hapo. Hivi je, yeah, wewe binafsi una maoni gani kuhusiana na mtoto Myra?